Ukiona mahali hapana maendeleo, ujue kuna nguvu haitumiki. Mungu anashusha nguvu, uwezo potential, hashushi kitu kingine. Hakuna fedha, hakuna vitu, hakuna kitu kinatokea out of nowhere. Nguvu akishaishusha isipotumika, ibilisi anaidaka hiyo nguvu mara moja, anaipeleka kwenye kazi zake. Huyo mtu anaanza kuzaazaa na watu ovyo, anaanza kuiba, anafanya uovu ambao unaenda kuleta utegemezi na umasikini. Nguvu hiyo Mungu anayoiachilia ndiyo inaleta kufanikiwa, ikiwa itawekwa kwenye uwekezaji, itatumika kwenye resources. Hiyo nguvu, huyo mtu atai execute ili iweze kuonyesha kuleta mabadiliko. Isipofanyika hivyo, nimekwambia watu wengi watakuwa na vizia kuibia watu waliopata, kwa hiyo uovu utaendelea kuwa mwingi. Hatua nyingine ni advanced. Hiyo hatua ni ya wewe kumjua Mungu ili uwe na amani sasa, na hivyo vitu vinavyokujilia, kwa sababu vikikujia hivi hivi hautakuwa na amani. Hata upate vitu vyote ulimwengu mzima, ukikosa kumjua Mungu, ukikosa mambo ya Mungu, hakuna kitu umefanya. Imeandikwa mjue sana Mungu, ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa hiyo hiyo ni advanced level. Sasa umeshapata, uwekezaji umefanyika, watu wanafanya kazi kwenye uwekezaji, kwenye platform, uwezo wao unatambulika. E, wanafanya wanatumia nguvu zao sasa kutekeleza kazi mbalimbali mbali, kutokana na uwezo wao, kutokana na uwekezaji na rasilimali, mafanikio yanapatikana. Sasa hatua nyingine nimekwambia, ya kiroho ni kumjua Mungu ili hivyo vitu vinavyokuja vije ukiwa na amani, maana vikija hivi hivi mwovu atakutumia tena, utatumia hizo fedha kufanya mambo yasiyofaa yatamkaribisha yule mwovu. Baraka ya Mungu haichanganyiki na huzuni ndani yake. Biblia inasema kwa Mungu hataki ufanikiwa, afu uhuzunike. Anataka ufurahi siku zote. Ndio maana kipimo, ukiona wewe haufurahi siku zote, unachukia chukia, jiulize kwa sababu, furaha ni siku zote. Nfuraha iko moyoni sio nje ta smile tacheka ndani, hauna furaha, joy haipo. Mungu anakuambia furahini siku zote, kama ufurahi siku zote regardless. no mara umepata vitu umepata sui nini, hauna furaha ni sawasawa umekufa.